Uh, ufaulu, najua unapokuwa na wanafunzi mia tatu na ishirini ukafaulisha watoto mia mbili tisini na tisa hiyo tunasema ni pongezi kubwa sana. Endeleeni na moyo huo huo katika kuwajenga wanafunzi waliopo, waliopo, ili nao wawe mfano wa kuigwa siku zijazo. Wosia kwa wahitimu: kwa wahitimu, msichoke kujifunza. Dunia ya sasa inahitaji vijana wenye maarifa, ubunifu na, na maadili. Jitahidini kufanya vyema zaidi katika ngazi inayofuata, na kumbukeni kuwa mafanikio yanapatikana kwa bidii. Ndugu mgeni rasmi Shule yetu ilianzishwa mwaka 2007 ikiwa na wanafunzi 160 na, na, na waalimu wa tano. Mpaka tunapofanya mahafali hii ya 16 tuna jumla ya wanafunzi 1021 na waalimu 44 na, wa na, na wafanyakazi wasio waalimu 6. Na leo jumla ya wanafunzi 224 wanahitimu elimu yao ya sekondari ikiwa wavulana ni 96 na, na wasichana na ni 128. Mgeni wetu rasmi huyu ni balozi balozi wa amani Tanzania na duniani. Kwa hiyo kwa mwaka huu wa uchaguzi, kuja kwake hapa shule ya Kingani ni kitu ni jambo jema sana, amani itatawala sana. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio shu ya shule ya sekondari Kingani tangu ilipoanzishwa. Mafanikio hayo ni pamoja na kuongezeka kwa walimu kutoka idadi ya walimu watano hadi kufikia idadi ya walimu arobaini na nne. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuongeza vyanzo vya maji, madarasa, maabara ya kemia, fizikia na biolojia na ukumbi wa chakula jambo linalochangia kupanda kwa matokeo ya kitaaluma mwaka hadi mwaka. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi chote tulichokaa hapa shuleni tumefanikiwa kuonyesha nidhamu na ushirikiano wa hali ya juu, hivyo hatuna budi kujipongeza sana. Hakika wa kidato cha nne kwa wanafunzi tunakutakia maisha mema yenye furaha na baraka tele.